Raila anasema konsepti yake ya siasa na ideoloji ni tofauti na konsepti na ideology ya President Ruto, na ndio kwa sababu uliona 2022 walikuwa tofauti. Hiyo ni kitu ambayo haijafutika, iko hata wakati huu. Nataka kukuhakikishia kuwa hii eh, eh, ushirikiano ambaye huko wakati huu mimi hata sioni kikaa sana. Mi naona hata ikivunjika hivi karibuni, sioni hata kama watafikisha mwaka ujao. mm-hmm. Watakosana hivi karibuni, kwa sababu utapata eh, Ruto ni huyu mutu wa kusema nitafanya hivi, lakini katika nyuma ya katen anafanya mambo tofauti. Hapa mbele anasema nitafanya hivi na hivi na hivi mm-hmm. lakini uk, uk, uk, ukienda katika kitendo chenyewe hajafanya vile alisema, na hapo ndo atakosania na Raila Amolo Odinga.